Swala ya kupatwa jua na mwezi. Miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu aliyetakasika katika ulimwengu huu wa ajabu ni jua na mwezi, na Mwenyezi Mungu huenda akawatisha watu kwa kupatwa. Hii ni kwa hadithi iliyokuja kuwa: Mwenyezi Mungu huwatisha kwavyo waja wake, basi vikipatwa, kimbilieni kuswali. Hakika jua na mwezi havipatwi kwa kufa mtu wala kuwa hai kwake lakini hivyo viwili ni miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu, na alama hiyo inapotokea ni sunna kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa kuswali, kwa kauli ya Mtume, rehema na amani zimfikie yeye: hakika jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu, havipatwi kwa mtu kufa au kuwa kwake hai, basi mnapoliona hilo mwombeni Mwenyezi Mungu, mpige takbir na swali na mtoe sadaka. Na wakati wa swala hiyo unaanzia pale jua linapopatwa au mwezi mpaka mwisho wake, na ni juu ya mwenye kuswali aitimize swala yake hata kama hali ya kupatwa jua au mwezi imemalizika. Na swala hiyo hairudiwi iwapo atamaliza kuswali kabla ya kumalizika kupatwa bali wataendelea kumwomba Mwenyezi Mungu na kuleta istighfar madamu halijawachwa jua au mwezi. Na namna yake ni kuitangaza swala kwa kusema haya kwa swala ya jamaa, na watu wakikusanyikana, imamu ataswalisha rakaa mbili ndefu, na atasoma kisomo kwa sauti katika rakaa mbili hizo. Katika rakaa ya kwanza atasoma fatiha kisha tasoma sura ndefu, kisha tarukuu rukuu ndefu, kisha tainuka kutoka kwenye rukuu na huku akisema Mwenyezi Mungu anamsikia yule anayemsifu, ewe mola wetu, sifa njema ni zako, kisha tasoma Fatiha na sura ndefu, lakini fupi kuliko ya kwanza, kisha tarukuu rukuu ndefu lakini fupi kuliko ya kwanza, kisha tainuka kutoka kwenye rukuu na atasema Mwenyezi Mungu anamsikia yule anayemsifu, ewe Mola wetu sifa njema ni zako. Kisha atasujudu sijida mbili ndefu na akae baina ya sijida mbili hizo kikao kisicho kirefu, kisha tainuka kutoka kwenye sijida ya pili kwa kupiga takbir na ataswali raka ya pili kama vile raka ya kwanza kwa kisimamo chake, rukuu na sijida lakini viwe chini ya raka ya kwanza kiurefu. Kisha atakaa kitako cha atahiyatu na atapiga salamu. na na Aisha radhi ya Mola iwe naye ametupokelea kutoka kwa Mtume rehma na amani zimfikie yeye, namna ya kuiswali aliposema, jua lilipatwa wakati wa Mtume rehma na amani zimfikie yeye, akawaswalisha watu, akasimama na akarefusha kisimamo, kisha akarukuu na akarefusha rukuu, kisha akainuka na akarefusha kisimamo lakini chini, ruku, lakini chini ya kisimamo cha kwanza, kisha karukuu na karefusha rukuu, lakini chini ya rukuu ya kwanza, kisha kasujudu akarefusha sijida, kisha akafanya katika rakaa ya pili kama alivyofanya katika rakaa ya kwanza, kisha akaondoka na hali ya jua lishaachwa, akawahutubia watu akamshukuru Mwenyezi Mungu na kumsifu, kisha akasema Wahakika jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu, hazipati kwa kufa mtu wala kwa kuwa hai mtu, basi mkishuhudia hilo, mwombeni Mwenyezi Mungu, pigeni takbiri, swalini na toeni sadaka. Ni sunna kwa swala ya kupatwa jua na kupatwa mwezi iswaliwe kwa jamaa, na akiswali kila mtu peke yake si makosa. Pia ni sunna iwe msikitini na hakuna kizuizi chochote cha kuwazuia wanawake kutoka kwenda msikitini kwa swala hiyo. Na imesuniwa pia kurefusha kisimamo chake, rukuu yake na sijida yake, isipokuwa iwapo kupatwa kwa mwezi au jua kumemalizika, basi hapo ataikamilisha kwa kuifupisha. Imesuniwa rakaa ya pili iwe fupi kuliko ya kwanza kwa kisimamo chake, rukuu yake na sijida yake. Kadhalika imesuniwa kutolewa mawaidha baada yake, kuwakumbusha watu uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuwaeleza hekima ya kupatwa jua na mwezi, vile vile vile watu kufanya matendo ya utifu na kuacha matendo ya maasia. Pia imesuniwa kuomba dua kwa wingi, kunyenyekea, kuomba msamaha, kutoa sadaka na matendo mema mengineyo mpaka Mwenyezi Mungu awaondolee watu wa hali hiyo walionayo. Na kwa kuwa utaalamu wa kisasa unajua sababu ya kupatwa mwezi na jua haufuti uhakika kwamba hivyo viwili ni miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu, ili kuwahofisha nazo waja wake. Na swala ya kupatwa jua na mwezi haiswaliwi kwa habari peke yake mpaka kuonekane kupatwa kwa jua au mwezi waziwazi wazi. Na iwapo wakujulikana kujulikana kupatwa kwa jua au mwezi mpaka baada ya kumalizika, basi swala hailipwi. Na swala ya kupatwa jua na mwezi huswaliwa hata kwenye nyakati zilizokatazwa kuswali. Na kuipata rakaa katika swala ya kupatwa jua na mwezi huwa ni kwa kuiwahi rukuu ya kwanza, basi mwenye kuikosa rukuu ya kwanza na akaiwahi ya pili huwa ameikosa rakaa na ni juu yake kuilipa baada ya imamu kutoa salamu.